Vituo vya kupiga kura vimefunguliwa mjini Mogadishu Alhamisi, Disemba tarehe 25 kwa ajili ya uchaguzi wa manispaa wa Somalia unaotumia mfumo wa mtu mmoja kura moja kwa mara ya kwanza baada ya miongo kadhaa. Uchaguzi huo unaashiria hatua ya kihistoria ya kuachana na mfumo wa awali uliotegemea ukoo na unatarajiwa kuwa mwanzo wa mabadiliko katika mchakato wa kidemokrasia nchini humo. Kura hiyo inafanyika baada ya wiki kadhaa za kampeni kali katika mji mkuu huku kukiwa na wasiwasi mkubwa kuhusu usalama, vitisho kutoka kwa kundi la Al-Shabab pamoja na madai ya upinzani kwamba chombo cha kusimamia uchaguzi kimeingiliwa. Hali hiyo imezua mashaka iwapo uchaguzi huu wa kihistoria utaweza kuleta maendeleo ya kweli ya kidemokrasia kwa raia wa Somalia.